Nikuelezea tu kuhusu lifestyle. Kwa hiyo yako mambo ambayo nitayafanya hapa, usijali kwamba nitakunyima katika kile kinachofanyika hapa, kukueleza kwamba ninafanya nini, lakini ninataka tuzungumzie kuhusu kawaida zetu. Kawaida yako watu wanakusemaje? Uh, wewe mwenyewe unasema nini kuhusu wewe mwenyewe ukiamka asubuhi, ukienda kulala, hapa katikati unafanya nini? Unazoea kufanya nini? Sio kile unachokifanya kwa bahati mbaya, hapana, kile ambacho ndiyo kawaida yako kukifanya, rutini za maisha yako, jadi ya maisha yako, kawaida unafanya nini? Kwa mfano ukakurupuka asubuhi ili uende kazini, hicho unachokifanya, aina ya jinsi unavyofanya kazi, unaifanya fanyaje? Kwa hiyo hizo kawaida zako, hiyo ndio lifestyle. Kwa hiyo nataka tu tuongelee kidogo kuhusu somo hili la lifestyle, maana tutaangalia katika ujumla wake yale yanayotupasa kufanya. A, ninajua utakuwa unatamani kujua. A, hapa nimeweka nini? Na nimeweka mboga za majani, majani ya tembele, nimeweka embe tena lile chachu kidogo, nimeweka papai Alafu nimeweka na avokado kiasi. Ningetakiwa kuweka ndizi lakini nimeghairi. Kwa hiyo ngoja viendelee kujichanganya hapo. Alafu nimeweka na kitunguu swaumu. Alafu nimeweka na kitunguu maji. Maji niliyotumia ni tui la nazi. Sasa hiyo ni kwa sababu kuna vitu ninavyotaka kuvipata. Kuna vitu ninavyotamani kuvipata na ninataka nivipate vikiwa hai. Ni uji mzito huu. Kwa hiyo ninataka nivipate vitu hivi vikiwa hai. Na katika hiyo lifestyle, hii itatumika asubuhi na nitatumia hii kama kinywaji cha asubuhi breakfast ya asubuhi, na italiwa na karanga mbichi. Sitatumia vijiko, lakini nitatumia chopsticks na italiwa na bakuli la matunda. Sidhani kama kwa mlo huu kuna ambaye hata shiba, lakini ikiwa huta shiba bado, nimeweka pembeni ziko ndizi na machungwa. Alafu, hii sasa, huu ni mlo unaotosha watu kadhaa. Kwa idadi yake, moja, mbili, tatu, nne, kwa hakika yake kuna kushiba. Sasa nikiweka namna hii, sijakoka moto, na kwa namna hii kwangu moto sio lazima. Na ikiwa hivi ndivyo ninavyotengeneza breakfast kila siku, basi hii ni lifestyle, lifestyle, lifestyle yako ni nini? kawaida zako ni nini? Mjumuisho wa yale utendayo kila siku ni nini? Mimi nimetumia dakika chache, chini ya dakika mbili, nimeshaandaa breakfast ya nyumba nzima, na hapo nimemaliza. Wewe utatumia muda, genga, muda kiasi gani? Sasa mjumuisho ya yale yote yanayokuongolea wewe, toka uki ukiamka asubuhi, ukiamka unafanya nini? Huenda unasali kwanza, huenda unakunywa maji kwanza, usali kwanza, alafu ndo laba unaenda kwenye mazoezi, alafu laba baadaye ukija unakunywa maji, laba baadaye tena unapata breakfast ndio uende, alafu ukienda unafanya kazi kwa staili hii. Hiyo staili yako hiyo ya kufanya kazi, hata mpaka jinsi utakavyorudi kulala, yale yote unayoyafanya kwa routine zako za kila siku, hiyo ndio mjumuisho wa lifestyle yako sasa katika kupekua kwangu nikaja nikaona kwamba kuna lifestyle muhimu ambayo inabidi tuipitie. Hii ni lifestyle ya Wajapan. Wajapan wana lifestyle inayowapatia maisha marefu na afya njema. Kwa wastani wa maisha ya mtu wa kawaida sana, angalau anaishi miaka themanini na nne na miezi saba hapo wako wanaofika miaka mia moja na kumi na tano mia moja kumi na saba na wako lakini, kwa wastani wake angalau ni themanini na nne pointi saba lakini ikanibidi nichimbe, niangalie kwamba kwa nini, hata ukitafuta taifa kama taifa la watu wenye afya duniani, kwa nini wa Japani ni namba moja? Moja, nikaanza kuwapekua wanakula nini. Nikagundua wajapani wanakula vyakula fresh visivyosindikwa. Hebu mkutano tuseme, visivyosindikwa. Na vyakula hivi visivyosindikwa, yani ni kama vilivyomea, alafu labda vinaoshwa tu na kukatwakatwa na kuliwa, havijasindikwa. Okay, havijaongezwa chochote. Lakini pia nikagundua kwamba Wanakula wingi wa vyakula vibichi. Hebu mkutano sema vibichi. Kwa mfano, hiki hapa ningekuwa na mgeni Mjapani kumbe ningeweza kumpatia bila tabu. Wanakula wingi wa mboga mbichi katika ubichi wake. Hebu sema katika ubichi wake. Ina maana sina moto. Kwa hiyo mboga mimi nimetafuta tu namna ziliwe katika ubichi wake alafu wanakula kiasi kidogo na imesemekana kwamba haya matumizi ya vijiti chopsticks haya ndiyo yanayosababisha wale kidogo, maana kitambo uokote, yani kitambo uokote. Na hiki kichopstick hiki, hata kama sicho kihalisi, uokote kitu kimoja kimoja, utafune. Yule anayechota